mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania alitoa maelekezo kwa viongozi wote wa serikali ambao wanatamani kwenda kuwa kwenda kugombea nafasi za ubunge udiwani au nafasi zinginezo na alitoa maelezo kwamba tuandike barua mapema ili tuweze kujulikana labda niwaeleze tu e, waandishi wa habari kwamba mimi kama mkoa mkoa, mkoa sikuandika barua sijaandika barua na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba mpaka sasa bado sijatoa nia au bado sijaweka nia, lakini hata kule ambako ni hata kule ambako ninasikia maneno maneno, kwamba bwana Chalamila anakuja, anakuja, ah, nako zilikuwa ni hisia kwamba bwana nakuja. Lakini kiukweli ni kwamba kazi hizi ambazo mheshimiwa rais ametupatia ni kazi kubwa na zina heshima yake na kwa kuwa zote ni kazi ya kutumikia watu. Ubunge ni kazi ya kutumikia watu, ukua mkoa ni kazi ya kutumikia watu. Hebu kwa kipindi hiki nibaki na heshima hii ya mheshimiwa rais ya kutumikia watu katika upande huu wa serikali. Na wapo baadhi ya watu huwa wanaeneza maneno kule tunakotokea, mheshimiwa rais, mheshimiwa rais anakataza watu. Kiukweli ni kwamba mheshimiwa rais alishatoa utaratibu na hawezi kumzuia kiongozi yoyote wa kisiasa au kiongozi yoyote wa ngazi kama ya kwangu kuto kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi yoyote. Alisha ruhusu, alichokihitaji ni taarifa, ili unapotoka mchakato wa vetting wa kupata kiongozi mwingine uweze kufanyika kwa uongo, kuliko kufanyika vitu kwa ghafla. Kwa hiyo mimi nadhani kama kiongozi nilimzingatia kiasi cha kutosha, na kwamba hizo zote zilikuwa ni hisia, na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba bado mimi sijawa na dhamira ya kutia nia.